Sekta yetu imetulia. Tumepata changamoto kidogo na unajua kwenye sekta ya utalii sisi tukipata changamoto tunaamka kesho yake asubuhi. Nafikiri mnakumbuka Covid, Covid ilifungwa kila kitu kiliisha, lakini ilivyo mama Mama Samia alipopigwa sindano tu ile siku ile alipigwa, kesho yake asubuhi tukafufuka wote, tukafufuka. Mnakumbuka, kumbukeni hiyo kitu msisahau. Kesho yake asubuhi ndege zikaanza kutua, watalii wakaanza kuingia. Juzi juzi tumepata shida na vijana wetu watoto wetu tumewazaa hapa lakini tutaweka mambo sawa. Um, um, sekta yetu ya utalii, na tulifanya kikao na mheshimiwa Daktari Abasi, kuna kikao tulifanya juzi tu hapa, tukawaomba na tunawaomba tena, ni watu wa serikali, haya mambo tunayoongea ya ya hii, hawa watoto juzi wametuvuruga vuruga hapa, tusiaongee tena, maana kule watalii wetu hawaulizi sasa, tusiwachokonoe. Hawaulizi kabisa kwa sababu wale ni machampion wa hivi vitu. Kuna mwandishi mmoja wa habari, Mheshimiwa Waziri, wa Ufaransa, AFP, yuko Dar es Salaam hapo, alinipigia simu, alikuja TATO ofisini kwetu, alikuja waandishi wa habari sijui sita, wa magazeti ya nje, wanatuambia hii kitu namna gani? Tukawambia nyinyi ndio mnatakiwa mtufundishe sisi, maana sisi tumekamatwa na kitu hatujui, hatujazoea, lakini kule Ufaransa sijui wapi, wapi maandamano ni kila kukicha. Sasa sisi hatujui maskini, tumekamatwa tu atu, tumekama kuku, tulifunguliwa tu. Kwa hiyo ile kitu imekaa salama, sekta ya utalii iko shwari. saa nyingine eh, ni mtu mmoja mmoja tu, sababu yeye hajapata wageni, labda anaweza aka aka aka aka akasema aka, aka, aka tu kwa ajili yake binafsi, lakini sekta iko shwari. booking moja mbili tatu zimekuwa cancel, it's understandable, na nyingi zaidi zilizokuwa cancel ni family with children kwa sababu parents ndiyo wanachukua jukumu la watoto. Kitu kikubwa Mheshimiwa Waziri, ambacho kina changamoto kidogo sasa hivi ni zile travel advisory zilizotolewa na hizi nchi za nje, especially hususan Marekani na hapa European Union na Australia, Spain kidogo na Ujerumani kidogo. Lakini ukiangalia bado watalii tunapata, mambo yanaendelea vizuri na tunategemea tunategemea utalii wetu wa mwaka huu inavyoonekana bookings mpaka sasa hivi Bookings zetu hazijateremka ziko, ziko stable. tunategemea kuongeza zaidi ishu kubwa ambayo nafikiria mheshimiwa waziri leo ni kufurahi na wewe pamoja tumekuona karibu kwenye wizara lakini tunaomba pia ukutane na sekta utalii ili sasa tuchambuane vile vitu vya ndani vile tukae tujifungie ndani tuongee vitu vyetu kila mtu aongee cha kwake tumalizane pale tutoke tumenyooka lengo kubwa kwenye sekta yetu tuna jukumu kubwa, tuna majukumu mawili. Moja, sekta yetu ya utalii imepewa jukumu la kuleta watalii milioni nane 20, 2016 mpaka 2030. Hapo hapo kama tunakumbuka manifesto ya CCM na Mheshimiwa Rais juzi amesema tunatakiwa tutoe ajira ya watu milioni nane. Kwa hiyo hapo lazima tuchangamkie. Kuna maeneo Mheshimiwa Waziri, especially kwenye maeneo ya ya ya ya Tanapa maeneo ya Tawa maeneo ya TFS na maeneo ya ya ya nani NCAA. Mheshimiwa Waziri, kuna maeneo 262 ya uwekezaji, sasa sijua watu wamekalia tu. Sasa maeneo 262 Mheshimiwa Waziri, yanaweza yakatuletea vitanda elfu thelathini ongezeko la vitanda elfu thelathini. Sasa yale maeneo mia mbili sitini na mbili hayana wawekezaji vacant, tutafute sababu ni nini, kwa pamoja sekta binafsi sisi watu wa loko na, na, na serikali yetu tutafute sababu ni nini. Tukipata zile sababu, tuamkie pale, kwa sababu tukitoa hizo ajira milioni nane vijana wetu watapata kazi vijana wetu, na, na wakipata kazi wale vijana, kodi itapatikana tozo zitapatikana kila kitu kitaenda kwa hiyo tunaomba, tuna majukumu makubwa hayo. Tu, biashara itakuja, lakini majukumu makubwa ni kwamba je, haya maeneo ya hifadhi 30% of the land of Tanzania, tusipoyatumia vizuri kutafutia vijana wetu wa ajira, kuingiza mapato, kuingiza kodi, yale wanasiasa wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, hawa watakuja watakata mashamba huko. Kwa hiyo tunaomba, tuna kazi kubwa mbele yetu. Tunaomba mwaka huu, miaka mitano hii tujikite na tutimize azma ya, ya Serikali na mheshimiwa Rais kwamba hiki ndio tumepewa majukumu milioni nane watalii na milioni nane kazi, na tuonyeshe kwamba tumewapatia wafanyakazi wa Tanzania wetu milioni nane kazi kwa kusema. Mimi mi nashukuru, lakini ile siku ukija kwetu mheshimiwa, tunakuomba, tutakuja hata Dodoma, mahali popote, tunataka tunaomba siku nzima, ili tuseme mpaka amu yetu ituishe kabisa. Nakushukuru sana.